Lakini mimi namuomba sana Mwenyezi Mungu na ninawasisitiza madiwani wenzangu ndani ya manispaa ya Bukoba kwa ujumla, kwamba maendeleo tunayotakiwa kuyaleta kwa wananchi yanahitaji ushirikiano wa dhati kabisa na ninyi watumishi mnaopatikana katika kata zetu. Kwa hiyo jambo la kwanza niwaombe watumishi, kila mmoja kwa nafasi yake aende kutekeleza yale majukumu ya msingi yenye maslahi kwa wananchi, ili wote kwa pamoja tuonekane tume tume tumetoa matokeo. Jambo la kwanza watumishi, mimi nawaomba kupitia kikao hiki, twende tutoe huduma bora kwa wananchi. Kwa mara ya kwanza, wakati nilipoapishwa kuwa meya wa manispaa ya Bukoba, nilisema kwamba huduma bora inatangazwa na yule aliyetoa huduma aliyepewa huduma, sio yule aliyetoa huduma. Nikimaanisha kwamba mwalimu, ukimhudumia vizuri mzazi au mwanafunzi, yeye mwenyewe ataenda kuwa shuhuda kwamba mwalimu amefanyaje, amenihudumia vizuri. Afisa ustawi wa jamii, ukimhudumia vizuri mzee au mtoto uliyekutana naye, atakuwa shuhuda kwamba wewe umemhudumia vizuri. vivyo hivyo kwa afisa kilimo na idara nyingine tofauti. Kwa hiyo mimi nawaomba watumishi katika kata yangu ya Kagondo na katika manispaa kwa ujumla, tuondoe burokrasi, imaanisha tuondoe vikwazo katika utoaji wetu wa huduma. Mtu anapofika kwako, mwelekeze vizuri. Kama huduma haikuhusu, muelekeze sehemu sahihi ya kufanyaji ya kupata hiyo huduma ili na sisi viongozi wa kisiasa tuonekane tumefanya kazi, lakini pia tuzingatie sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa katika kutekeleza majukumu yetu. Lakini pia niwaombe, tuwe na nidhamu katika maeneo yetu ya kazi, tufike makazini kwa wakati, tukae kazini, tunapotoka kazini tukae kwa, tutoke kwa utaratibu, kutoka ofisini tu ghafla, hujaacha mtu anayeweza kukuwakilisha anayekukaimu mwisho wake wananchi wa, wanapokuja wanakosa huduma. Niwaombe afisa mtendaji, uweke utaratibu mzuri wa watumishi wetu kutoka nini, kutoka kazini. Yaani limekuwa swala la kawaida na la vichekesho kufika ofisini unakuta mtumishi hayupo na hayupo hajaacha utaratibu wa kufanyaje, wa kumwakilisha kwenye eneo lake la ofisi. Mimi nawasisitiza sana tuhakikishe tunakaa kwenye maeneo yetu ya kazi na ikitokea tuna dharura tutoke kwa utaratibu ili mwananchi anapofika kwenye ofisi zetu asikose huduma. ili nalitoa kwenu ndani ya kata yetu ya Kagondo na watumishi wote ndani ya manispaa kwa ujumla. Niwaombe tuhakikishe tunatekeleza majukumu yetu, na ikitokea tuna dharura katika ofisi zetu tutoke kwa utaratibu. Waombe maafisa elimu wa kata zote ndani ya manispaa ya Bukoba kutekeleza agizo la waziri wetu wa TAMISEMI Profesa Rizik Shemdoe la kuhakikisha wanafunzi wote wa awali na kidato cha kwanza wanapokelewa bila bugudha na bila changamoto yoyote. Moja bila kujali ana uniform anatakiwa kupokelewa katika shule. Kwa hiyo ni waombe na nitoe msisitizo kwamba agizo hili la waziri wetu wa TAMISEMI litekelezwe katika shule zetu zote za manispaa ya Bukoba. Natambua yapo mapungufu, lakini pia wakati serikali ikiendelea kuyafanyia kazi, naomba twende kwanza, tuwapokee wanafunzi ili kazi ya kuwafanyia, ya kufanyia kazi yale mapungufu iendelee. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.